wakizungumza na Daily News Digital mjini Morogoro baadhi ya wananchi waliovunjiwa nyumba zao wameiomba serikali kuingilia mgogoro huo kwani tayari wameshawekeza katika maeneo hayo nimekopa nime, nime kwamba nijenge nyumba yangu Sasa hapa nilipo sina sehemu sina, sina sehemu pakwenda kama hivi nyumba imevunjiwa kwa kama hivi mimi nna familia kwa hiyo naomba jamani mnisaidie serikali jamani kwa hiyo hapo na nondo hapo wameiba tofali zote kama hivyo wamevunja vunja. Umeona nondo umechukua. Kwa hiyo mimi, mbao zote umechukua, mabati yote umechukua. Umeona baadhi ya mbao zimechukuliwa. Hebu angalia mtu amepambana kiasi gani mpaka kupata hii nyumba. Kwa hiyo mapambano yote aliyofanya, hatujui kwamba amekopa, hatujui kama amefanyaje. Huyu ni mwenzetu mmoja wapo wa katika watu ambao walikuwa wamedhulumiwa huku, akaambiwa aame, na mpaka sasa hivi umdani hayupo akasema kwamba ukiwepo hapa tutabomoa nyumba hii, ukiwa wewe uko ndani, ina maana watamuua. Ni hilo mheshimiwa eh. Yaani hawa watu si watu wazuri katika, yaani katika, katika hii Tanzania hawa ni watu wabaya sana ambao hawafai, wanatumiza sisi wanyonge, tulikuwa kwenye hali ya chini. Kwa hiyo sisi tunachokiomba sisi kama sisi tunamwomba Waziri Mkuu aje hapa na asifikie ofisi yoyote aje atuombe tukutane huku site tumwonyeshe na sisi ndo tunajua kwamba huku kukoje. Wao wanadai kwamba wamepima mwaka elfu mbili na kumi na mbili huku ndio kumepimwa kwa maelezo yao elfu mbili na kumi na nane Kaeko Company Limited, upimaji wa ardhi imeidhinishwa ije ipime huku. Kama elfu mbili kumi na mbili walishapima Kaeko huku ilikuja kufanya nini? Na wananchi wamelipa shilingi elfu hamsini kwa ajili ya kupimiwa maeneo yao. Sisi hatuna hela, tunahangaika tunaomba msaada wao. Hii tunaombeni msaada ili mtusaidie, jamani, tushazunguka la kutosha, tumechoka. Kwa hiyo tunaomba, jamani tunaomba. Tunaomba msaada wenu, tunahitaji msaada wenu kwa sababu tunateseka na tunaumbuliwa tunanyanyasika. Ukifika saiti kama hapa uje uchume vikunde, unakamatwa unapelekwa ndani, ukiangalia kosa huna, tena na mtoto mgongoni unamwaga tofali tofali nimemwaga pale lakini tofali zimechukuliwa zimejengewa uzio huo hapo kwa hiyo hatuelewi hatima yake inakuwaji kwa sababu mimi mwenyewe siwezi kukubali Daily news digital inalazimika kufika ofisi ya Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Morogoro na hapa ufafanuzi juu ya changamoto hiyo unatolewa kwa hiyo kwa wananchi wale wa Lukobe ambao wanadai kwamba wamevunjiwa historia ni kwamba viwanja vile kiwanja 290 288 289 vilikuwa vinamilikiwa na mtu kuanzia mwaka 2013 yule mtu aliyovimiliki aliyokuwa na miliki viwanja vile alikuwa na haki ya kulinda mipaka ya eneo lake kwa hiyo kwenye eneo hilo kuna mwananchi mmoja ambaye alivamia ikasababisha yule mwenye kiwanja kumuondoa kuondoa yale maendelezo aliyoyafanya Swala, so, hili tulishalishughulikia na kutoa maelekezo kwamba uvamizi sio halali. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital. <mulia>